Janet Jackson alikubali kuolewa nchini Qatar na bilionea, plani yake ikiwa ni kupata mamilioni, kuwa milionea kupitia ndoa hiyo. na hata hivyo, amefanikiwa kuwa milionea, kuvuna mamilioni kutoka kwa bilionea huyo kutoka Qatar. Janet Jackson ni mdogo wake Michael Jackson, pia ni msanii. Kwa um, kipindi hicho aliandaa shoo tour ya kuzunguka nchi za Uarabuni. Alikuwa akizunguka nchi mbalimbali Uarabuni kufanya matamasha. Wakati akiwa kwenye tamasha lake akiona piga zake show Qatar, show ya matajiri, show ya mabilionea. Hapo ndipo alipokutana na jamaa anaitwa Wissam Almana anayetokea kwenye familia ya kibilionea na yeye mwenyewe pia ni mfanyabiashara bilionea mkubwa sana anayetambulika Qatar. So bosi alipokuwa ametulia, bilionea akamwangalia mtoto wa kike jukwani akiwa anafanya vitu vyake, akaona hapana, huyu alikuwa ni dream kabisa, yani nimuoe niwe naye kwa hiyo bilionea kaona moja kwa moja ndoto yake ya kuwa na Janet Jackson inatimia leo kwa sababu ameshakutana naye. Atafosi vyovyote vile mpaka aonane naye amuoe. Kweli bwana huku na huku jamaa akafanikiwa kukutana na Janet Jackson. Wakutana wakaongea. Kwenye maongezi yao bilionea maana aliweka open kabisa kwamba nataka amuoe Bibi Janet Jackson. Na Janet Jackson pia akaona okay. Hii mbona inaweza kama vile ikawa ni fursa ya kupiga hela? Akampa masharti. Kwa sababu bilionea alikuwa anataka Janet Jackson abadilishe dini. Kwa sharti la kwanza ambalo aliliweka Janet Jackson, kama atapewa milioni dola milioni mia mbili atabadilisha dini na kuwa Muislamu. Bilionea akaona mbona vitu vidogo tu hivyo, so issue dola milioni mia mbili so issue, nitatoa nitakupa, abadilishe dini. Hapo tunazungumzia kibongo bongo kwenye bilioni mia sita kasoro hiyo. Kwa hiyo bibi akaona eh, kumbe jamaa yuko serious bwana, kama ameweza kutia milioni mia mbili anaweza akaongeza kitu chochote kile, so wakakubaliana, ndoa yao itakuwa ni ndoa ya mkataba na vipengele vitakuwepo. Bilionea na yeye akaweka vipengele vyake, ili mradi ndoa iwepo kwenye masharti ambayo aliyaweka bilionea. Alimwambia Janet Jackson, endapo kama utadumu kwenye ndoa kwa miaka mitano utapata dola milioni mia. Ukinizalia mtoto wa kiume utapata dola tena milioni mia, kwa hiyo zinakuwa dola milioni mia mbili. Ukinizalia mtoto wa kiume dola mia, ukikaa miaka mitano ndani ya ndoa dola mia milioni. Janet Jackson alipokaa akawaza, akawazua, akaangalia mkataba, akaona hapa siwezi kuiacha hii hela, akaamua kuingia kwenye ndoa. Baada ya Janet kukubali na kubadilisha dini, bilionea maana alienda kutengeneza pete ya uchumba ambayo ilitengenezwa kwa kutumia almasi, pete yenye gharama kubwa sana. Kipindi hicho Janet Jackson ana miaka 46, Mwamba ana miaka 36, tofauti ya miaka kumi tu. Huo ni mwaka 2011. Baada ya kuvalishana pete mwaka huo wa 2011, mwaka 2012 bilionea akaamua kumuoa rasmi Janet Jackson kuwa bilionea alikuwa anajua kwamba anaenda kutimiza ndoto yake ya kuwa na mwanamke ambaye alikuwa anamtaka kwa siku nyingi. Hivyo bilionea aliandaa bonge moja la shughuli, bonge moja la sherehe maeneo ya Doha, Qatar. Kwenye sherehe hiyo waalikwa walikuwa watu wengi maarufu na viongozi wakubwa wakubwa wa Qatar na matajiri, madon, mabilionea, wafanya biashara za mafuta na wafanya biashara mbalimbali Qatar. Haikuwa kama ndoa zetu za Kiafrika, ndoa zetu za kibongo za kuchangishana hii ndoa ilikuwa wageni waalikwa ndio wanapewa zawadi kwenye hii harusi. Kwa kila mwalikwa, kila mgeni mwalikwa ambaye alikuwa amealikwa, alikuwa akifika, akifika mlangoni, anapewa zawadi ya saa ya Rolex yenye thamani ya dola milioni ishirini, sawa na zaidi ya bilioni arobaini na tano hamsini huko za kibongo shilingi. Na hapo pia nikukumbushe, wageni walioalikwa ni zaidi ya watu 500 wanaotoka Janet Jackson na wanaotoka kwake ni zaidi ya watu mia tano, na kila mtu alipata saa ya Rolex mlangoni. Lakini pia alikodi ndege kwa dola milioni tatu, ili mradi ndege hiyo iyo inawachukua wageni waalikwa na kuwarudisha wageni waalikwa. Ndoa ikafungwa, watu wakala sana bata, na rasmi Janet Jackson akawa ni mke wa bilionea Wilson Almana kibarua kilichobakia sasa ni yeye Janet Jackson na zile dola milioni mia mbili akizaa mtoto wa kiume na akiweza kufikisha miaka mitano kwenye ndoa. Nakukumbusha, walikutana kwenye show na bilionea huyo mwaka elfu mbili na tisa wakati Janet Jackson anapiga tua nchi za Uarabuni. Mwaka elfu mbili na kumi na moja wakavalishana pete ya uchumba, mwaka elfu mbili na kumi na mbili wakaoana. Kwa hiyo kutoka mwaka 2012 walipooana mwaka 2016 ikawa tayari imeshatimia miaka minne. Janet Jackson akafanikiwa kupata mtoto wa kiume hapo, plani yake ya pili ikawa imetimia tayari, akajivutia dola zake milioni mia kwa ajili ya kupata mtoto wa kiume kumbuka, kwenye mkataba, baada ya miaka mitano ya ndoa atapata tena milioni mia dola. So mwaka uliofuata, mwaka 2017 ukawa ni mwaka wa tano akiwa kwenye ndoa, hivyo akapata tena dola milioni mia kama vile ambavyo makubaliano alikuwepo kwenye mkataba. Baada ya kupokea fungu lake la dola zake milioni mia na zile dola milioni mia alizozichukua mwaka uliopita ambazo ilikuwa ni kama kwenye makubaliano ya kupata mtoto wa kiume huwa, akawa tayari ana dola milioni mia mbili. Akaona basi hapa mkataba umekwisha na ndoa yenyewe imeisha. Plani yake ilikuwa ni yeye kuwa milionea, kupata mamilioni na mamilioni. Tayari ameshapata, hivyo akaomba talaka na akabadili dini, kwenye dini yake ya mwanzo. Sasa hapo, sijui tunasemaje kwamba bilionea amepata mtoto wa kiume kule amewini, kwa sababu alichotoa hakuna alichotingishika, hizo milioni alizozitoa hakuna popote palikopungua kwake. Lakini pia tunaweza tukasema Janet Jackson naye pia amewini kwa upande wake, kwa sababu ameweza kufanikisha kupata kile alichokuwa anakitaka. Shida yake ilikuwa ni mamilioni na mamilioni, ameyapata ameweza kuyatengeneza kwa staili hiyo hivyo ambavyo nilikuwa nataka nikuelezee kuhusiana na ndoa ya Janet Jackson. Inoma Makule ndio jina langu. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. thank you. I'm out.